Nasonga mbele na mchakato wa msikilizaji. Kwa tayari ni saa tano na dakika tano asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, lakini Afrika ya Kati bado inasoma saa nne na dakika tano Leo ni siku ya Juma ne? ni e, Juma nne. Eh <laughs> Leo ni siku ya Jumanne ya tarehe ishirini na tano tarehe nzuri kabisa ambayo mimi naipenda katika mzunguko wa maisha yangu kabisa. ni mwezi wa 11 mwaka elfu mbili na ishirini na tano na kama ndio kwanza umeungana nasi, hii ni mchakato mm, tuko pamoja na wewe mpaka saba kamili mchana, na kama ambavyo umesikia kiashiria hicho, ni wakati mzuri ambapo tunaenda kwenye kipengele cha tuchakate. Kwenye tuchakate bwana, hapa ha, tunakuwa na watu tofauti tofauti ambao ukiwasikiliza unaweza ukajifunza kitu kutoka kwao. Mm-hmm. Yalianzaje, ilikwendaje, yali mpaka akafika hapo alipo, alifanikiwa vipi? Mambo kama hayo ndio ambayo tunakuwa tunayazungumzia kwenye kipengele cha tuchakate na siku ya leo kwenye tuchakate tuko pamoja na wageni wetu kutoka ni, ni New Frizon Hotel sawa, mm-hmm. e, kama nitakuwa nimeikosea ni, basi wageni wenyewe tuko nao humu ndani watatuambia vizuri. Niwakaribishe sana, karibuni shukrani sana. Asante sana. Uh -huh. Nianze na upande wangu wa kushoto karibu, ujitambulishe majina. Asante sana mtangazaji Naomba msogezee kisemeo ili tuweze kumsikia vizuri. Asante sana mtangazaji. Ndio. Naitwa Silvester Salvatore Limbanye. Ni general manager wa New Horizon Hotel Kabanga. Karibu sana. Asante. Kwa majina naitwa Fanias Fideris Karumuna, ni afisa masoko wa New Horizon Hotel Kabanga. Karibuni sana, hii ni tuchakate ndani ya Radio Kwizera FM. Mjisikie mko nyumbani. Tunashukuru sana. Lakini kama me, kama, kama, kama me, yani mjisikie mko, mko Frizon. Lakini kama kule changamoto umeziacha huko, basi jisikieni, jiskeni mko Radio Kwizera. Tuanze moja kwa moja, tuanze na meneja, utuambie New Frizon Hotel mnajishughulisha na vitu gani hasa? Tunasikia ni New Frizon Hotel, ni vitu gani ambavyo vinapatikana pale? Asante sana mtangazaji, kwa niaba ya wasikilizaji wote wa redio hii ya RK mm. New Frizo ni kampuni ambayo inahusisha biashara ya hoteli ambayo hoteli na komisheni tatu, ina mambo makuu matatu. Ili itwe hoteli nahitaji kuwa na roji, ba na jiko. Sisi ni wafanya biashara wa roji, ambayo sehemu ya kulala, ba kama vinywaji na jiko kama chakula mm. kwa hiyo ukimaanisha uh, lodge ni sehemu ambayo wanalala wana watu, jiko, mtu ambaye amelala hapo anapata chakula, lakini ba ukiwa hapo hapo unaweza ukapata na viburudisho mm. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> hey, hey, unaweza <laughs> ukatuambia mpaka mkafika hapo nyie, yaani kwenye kuchanganya hivyo vitu kwa kwa sehemu moja bila kuvitofautisha kama watu wengine ambavyo wamekuwa wakifanya. Mlianzaje anzaje mpaka kufika hapo mlipo? Ah, uh, tulivyoanza niseme ni Mungu kwa sababu mwanzo huwa ni mgumu. Mm. Lakini sidhani kwamba sisi mwanzo wetu ilikuwa mbaya sana isipokuwa kuanzia hapo uh, hoteli inafunguliwa 2020 na 2015 mpaka sasa 2025. Ina umri wa mtoto kabisa nasoma shule ya msingi. Ni muda kidogo umepita. Miaka mm. mm. 10. Ndio. Uh, kuna mambo mm. -hmm. kidogo yamebadilika pale. Ndio. Mm -hmm. Mwanzo ilivyokuwa na sasa ilivyokuwa ni tofauti ndio maana mwanzo ilikuwa inaitwa New Free Park Hotel na sasa inaitwa New Free Zone Hotel. Kwa nini ikatoka New Free Park mpaka ikaja hadi New Free Zone? Yaani mabadiliko ambayo tumeyafanya sasa. Mm. Amba, sasa na kufanya kwamba kwa kuwa mabadiliko yamebadilika sasa na baadhi ya mambo yamebadilika, hebu tubadilishe na hili pia jina ili tuonekane ni wapya mpaka sasa, lakini mm. miliki ni yule yule, miliki ni yule yule mm. ndio mm -hmm. <laughs> Na kupitia hilo ambalo mmelifanya ni changamoto gani ambazo wewe mene kama meneja umekuwa ukikutana nazo katika kusimamia hiyo biashara ambayo imekombaini vitu vitatu kwa wakati mmoja? Asante sana. Kwa biashara changamoto ni za kawaida sana ambao sisi wafanya biashara tunahitaji kupambana nazo. Mfano sisi changamoto kubwa sana kwa biashara yetu ni masuala ya nishati yaani umeme. Mm. Lakini pia swala la maji ambao kidogo kwenye si biashara yetu ni vitu vya muhimu sana. Kwa hiyo inapotokea labda ukapungukiwa maji au umeme ukakatakata, kuna baadhi ya vitu vinakosa. Mfano kuna vitu vya kwenye freezer ambavyo vinaharibika, lakini pia kuna wageni kushtuka, wapo kama watu kutoka nchi za nje, labda kama wazungu hawapendi sana giza. Ikitokea sasa unapambana na mbadala wake ambao ni generator, labda siku hiyo ukute generator pia imechanganyikiwa wa inakuwa mziki mwingine <laughs> Kwa hiyo, <laughs> kuna kamua, kamuvio, hiyo kuna wengine move kamua kamkaondoa kabisa, kwa sababu ya huduma hiyo baadhi ya kuikosa mm. Lakini pia pale tuna wifi wifi inatumia sana umeme, ikikosekana umeme wifi ifanye kazi tena, hu unakuta watu wapo kwenye biashara zao wako pale kwetu, labda wanaburudika na kinywaji au chakula au wamelala pale Kata, au kusikana, ada. Okay, huyu ni Sylvester Mbanyi ambaye ni meneja kutoka New Horizon Hotel ambao unapatikana Kabanga, Ngara mkoa mkoani Kagera, lakini pia tuko pamoja na Fanias Karumuna, huyu ni afisa masoko kutoka New Horizon Hotel Kabanga. Kabanga ni eneo ambalo liko mpakani, Diyo. na wewe ni afisa masoko katika hotel hii ya New Horizon. Tuambie, uh, ni kwa namna gani ambavyo wewe kama afisa masoko una, unaweza kupambana na biashara mpakani? Kwa sababu lile eneo ni eneo ambalo liko mpakani na kuna kuna hoteli tofauti tofauti ambazo ziko pale. Unatumia mbinu gani kuhakikisha New Horizon inaendelea kubaki kwenye kwenye ramani ambayo kila mtu akija Kabanga anasema lazima niende nikafikie New Horizon ni hotel. Shukrani sana ndugu mtangazaji. Ah, uh, kama inavyojulikana kwamba hoteli yetu iko mpakani. Maana ni kumaanisha mpaka nchi yetu Tanzania na majirani zetu wa Burundi. Mm. Na tunajua mpakani ni sehemu ambapo kwanza ni, ni, ni, ni sehemu ya utalii. Maana tunategemea wageni kutoka nchi za nje wanaovuka boda au wanaingia Tanzania kama vile wa Kongo, wa Kenya, watu wa Uganda, wa China. Kwa sisi kama New Horizon Hotel, kitu cha kwanza ambacho tumelaunch tume ni mapokezi bora. Na mapokezi yetu ni masaa ishirini na manne. Hicho ndo kitu ambacho tumekitilia maanani, kwa sababu huwezi jua mgeni nakuja saa ngapi. Kwa hiyo mapokezi yetu ni masaa ishirini na nne. Hicho ndo kitu chetu cha msingi. Kitu cha pili, kama tunavyojua tuna, tuna, tuna, tuna wateja wetu wengi na ambao tunawategemea sana ka, katika, katika hoteli yetu ni wageni kutoka nje. Kwa hiyo tumeweza yani, tume, star, yani staff wetu wengi ni wapo multilingual na bilingual. Nikisema multilingual maanake mm. wana, wana, wanaweza kuspeak more than one language yani mm. Nilitaka yani, ah, okay. mm -hmm. mm -hmm. nimfafanulie msikilizaji kwamba wana uwezo wa kuongea lugha zaidi ya moja. Lugha <laughs> eh. zaidi maanake moja. eh. Hata akija Mchina kichina kitapanda, hata akija Mkongo bonjour, koma stava, watu mm. wanaongea akija yeah, Mrundi yeah. watu wakinapanda mm -hmm. Wazungu ndo siseme. Kwa hiyo ni fahari yetu kwamba soko letu lipo nationalized na internationalized. Aha. na na, na, na unaona una, biashara zinakwendaje? biashara ni kumshukuru tu Mwenyezi Mungu zinaenda vizuri huduma, eh, inaenda vizuri, mapokezi ni mazuri. Kwa hiyo hata staff wetu au wateja wetu tuna tuna, tuna mbinu nzuri ya kumpokea mteja, tuna mbinu nzuri ya kumhudumia mteja na hata pia kumsindikiza mteja. Yaani kumsindikiza ukiwa unamaanisha nini? Kumbe nikija kula New Frizon Hotel mm. kuna huduma za ziada ambazo nitazipata kwa mfano ninataka kwenda mm -hmm. stand au ninataka kwenda wapi, ninasindikizwa bure. Yeah, of course, ni lazima usindikizwe bure kwa sababu New Frizon mm. Hotel kama siku tatu zimepita tumeagiza gari kutoka Dubai ambayo wow. gari ni kwa ajili ya wateja wetu special. Mm. Kamba huyu kama tunaona kwamba kuna kuna sehemu anataka afike. Ndio. Ambapo labda ni kwa yeye kama mazingira sija akamchanganya. Kwa hiyo ni gari ya ofisi inatoka New Frizon hoteli inampeleka yule mteja na stendi mpaka na na, au hata nikitoka ni, ni Ngara nikaja kula na New Frizon mtanirudisha Ngara na, na, na gari la ofisi. wewe mteja. <laughs> Msikilizaji, tumia ujumbe wako mfupi kutia 0710977977 unaweza kuzungumza chochote kuhusiana na hiki ambacho unakisikiliza. Tuko pamoja na New Horizon Hotel, tunaendelea kuzungumza nao, na huyo ambaye tuko tunazungumza naye ni afisa masoko. Unajua kwenye masoko afisa kunakuwa na ushindani wewe. Yeah. Ni vitu gani vya kuvutia ambavyo umeviweka New Horizon Hotel ambavyo vinaweza vikanivutia mimi kama mteja kwamba nisiende sehemu nyingine. Yani, niwe nafikiria tu nikienda Kabanga, ngoja kwanza tuna Radio Kwizera FM Kigoma. Kondali. Habari njema kwa wakazi wote wa mkoa wa Tabora na mikoa ya jirani. Hospitali ya rufaa ya Nkinga iliyopo wilaya ya Igunga mkoani Tabora kwa kushirikiana na Hospitali ya Kanda ya Benjamin Mkapa wanapenda kuwatangazia kwamba kutakuwa na kambi maalum ya matibabu ya kibingwa bobezi kuanzia tarehe 24 hadi tarehe 28 mwezi wa 11 mwaka huu 2025. kwa watu wote wanaosumbuliwa na magonjwa ya moyo, shinikizo la juu la damu, umeme wa moyo, mapigo ya moyo kwenda kasi au kuwa chini sana kuziba kwa mishipa ya damu ya moyo, vipimo vyote vya moyo vitakuwepo na magonjwa mengine yasiyo ya kuambukiza. Kumbuka, huduma hizi ni za kibingwa bobezi, hivyo ukiwa ndugu, jamaa au rafiki mwenye matatizo ya moyo, mfahamishe ndugu yako afike hospitali ya rufaa ya Nkinga. Kwa mawasiliano, piga simu namba 0628002511 au 0778787679 nyote mnakaribishwa hospitali ya rufaa ya Nkinga, tumaini la afya yako. Najua umekuwa ukijiuliza unaweza kupata wapi vifaa vya umeme, vifaa vya mziki pamoja na vingine vingi. Sasa ewe mkazi wa Kasulu, Kigoma, Uvinza, Kibondo na Kakonko, suluhisho ni moja tu, yaani Daniel Hungu Electronics. Hawa ni wataalamu wa kuuza vifaa vya umeme na mziki na vingine kama vile TV kuanzia inchi 17 hadi inchi mia moja, aina zote; jenereta zenye ukubwa tofauti na imara zenye kudumu kwa muda mrefu; spika aina zote kubwa na ndogo; Power mixer aina zote friji aina zote kuanzia mlango mmoja na kuendelea, sabufa zenye ubora wa kila aina, vyerehani vyenye ubora na vya kudumu kwa muda mrefu. Usisahau unapata kila aina ya maiki kwa Daniel Hungu Electronics, pamoja na visimbuzi vya aina zote. Haijaishia hapo, ukifika dukani kwao utapata betri za magari makubwa na madogo aina zote. Na si hivyo tu, inapofikia swala la nishati, sola za aina zote zinapatikana kwa Daniel Hungu Electronics. Pia hajawacha nyuma wakulima, kwa maana Mashine bora na za kisasa za, za kupukushulia mahindi na mashine za umwagiliaji. Kikubwa zaidi ni kwamba pale kuna vifaa vingi vya umeme ambavyo ni bora na imara zaidi. Ni kwambie tu kwamba watu wengi wamekuwa wakivisifia na kuvikimbilia, umebaki wewe tu kupata huduma kwa Danieli Hungu Electronics. Unaweza ukawa unajiuliza wanapatikana wapi? Usihofu, wanapatikana Kasulu mjini, karibu kabisa na soko kuu pale kwenye roundabout. Ukifika pale, utaona duka lao kubwa upande wa mashariki. Kwa maelezo zaidi usisite kuwapigia kupitia 0754245402 ili uweze kuhudumiwa kwa vifaa vilivyo bora kabisa. Watoto wa mjini tunasema Daniel Hungu Electronics ndio habari ya mjini. Tunasonga mbele na mchakato wa msikilizaji na kama ambavyo tumekuambia kwamba tuko nao New Frizon Hotel katika kipengele cha tuchakate, mm -hmm, na kabla hatujakwenda kupata maneno kutoka hapa studio nilikuwa na swali ambalo Uh, lilikuwa linaenda moja kwa moja kwa afisa masoko bwana Fanyasi Karumuna uh, kama utakumbuka, nimekuuliza kwamba ume umewezaje kujitofautisha na wengine yani, ni vitu gani vya kumvutia mteja ambavyo umeviweka kama ofa, kwamba mimi nimetoka labda Kahama au nimetoka Mwanza au nimetoka Burundi nimetoka Rwanda nimetoka Marekani nasema sasa, yani hapa lazima niende nikafikie New Free Zone. Katika ushindani huu wa soko katika masuala ya kulala na nini ni vitu gani vya kumvutia mteja ambavyo vinapatikana New Horizon Hotel? Ah, katika ambavyo ni ofa ofa, eh, ya kwanza ambayo tumeweza tume, kuifanya ni, ni discounting hmm. Yeah. Kama yani unajua sisi tunatoa huduma na bei ya huduma huwa ina, ina, ina vari ni tofauti na, na bei ya kuuza bidhaa mm. kwa mfano katika, katika, katika malazi katika accommodations tuna, tuna, tuna single rooms na double rooms ambazo zote ni, ni self container na ndani amenities like, ya zake au vitu vinavyopatikana ndani, kuna TV, kuna kuna kuna, kuna, kuna, showcase, kuna sofa kuna kitanda kuna maji moto heater kosa tunachokiangalia kwa yule mteja wetu wa kwanza, kama akishindwana na ile bei yetu, ingaa, katika biashara yote mazungumzo, aweza akashindwa lazima lazima. Yeah. Na, <laughs> <nzake>, na mm. <laughs> nipunguzie sio tu kwenye maharage na mahindi yeah, jamani tana. hata ukifika New Freezon Hoteli yeah. unaweza kumwambia mimi na 2000, nipunguzieni mm. Ehe, tuendelee. <laughs> na mpaka mtu anatoka labda Kahama anafika pale Nyo Frizon Hoteli, afu eh, anaondoka manake aibu naona mimi afisa masoko ya mm -hmm. kwa hiyo ofa ya kwanza ambayo tumeifanya ni discounting. kwa hiyo tunaangalia. Kwa sisi kwa mfano katika single rooms, ni bei yetu shilingi elfu ishirini na tano. Kwa hiyo tunaangalia je, kwenye hiyo elfu ishirini na tano tunampunguzia bei gani? Kwa hiyo ni discounting. Mm-hmm. Ofa nyingine pia naweza nikasema kwa, kwa upande labda wa vinywaji kama tulivyozungumzia kuna huduma ambayo tunayo ya baa, ambao ndani ya baa kwanza, ndani ya baa kum... ba, tuna ma DJ, tuna, tuna vinywaji vinywaji moto na vinywaji baridi mm, soda, bia maji yote vinapatikana. Uwezi kaingia baa yetu ukakosa kinywaji mm. Chocho, bora hata chocho, unywe maji ya 500. Chocho. Mm. Ndio. Kwa katika katika vinywaji tumeweza kufanya ofa ya punguzo la asilimia kumi na tano ya kinywaji unachotaka kutumia punguzo ya oh, asilimia 15 kama ni maji nitapata kwa mia saba hamsini hiyo yeah, ni asilimia kumi kumi na tano. Nimetolea tu mfano msikilizaji, usije ukaenda kwamba umesikia redioni kwamba ni mia saba hamsini. Mimi ndo nimesema, hajasema afisa masoko, hajasema afisa masoko wa hiyo. Sasa mm. kwanini usije New Frozen hoteli? Just imagine wateja wetu tunawapenda sana na tunawathamini sana na tunawakaribisha sana New Frozen hoteli, kwa sababu ndio sehemu bora na ya fahari ya kisasa ambayo unaweza ukakaa ukainjoi ukaburudika ukapumzika, wewe mm. familia yako, ukoo wako nchi nzima ikija sisi tunaipokea. Na umetuambia umepatengeneza kama eneo la, la utalii, alituambia yeah. Yeah. Ah. Ukifika mwenyewe eh, meneja utajionea na, na sasa tunatembea na, na, na slogani yetu mpya mm. Huduma bora bila stress, yani unahudumiwa vizuri, yani bila makando kando yoyote oh, yani. Na ulinzi upo wa kutosha. Vipi kuhusu kifungua kinywa kinywa, bwana meneja, sijakusikia ukizungumzia na, na, na hilo ni jambo la muhimu kabisa unapogusia swala la tumbo. Narudi pale pale, hey, kwenye promotion kwa mm -hmm. wateja wetu wa malazi wa vyumbani, kwa muda wa asubuhi ile wakiamka, breakfast ni free kabisa, na so mm -hmm. breakfast, breakfast iliyo shiba. ah. nikisema breakfast iliyo shiba maana, mm -hmm. kuna chai, kuna kitafunio au vitafunio na tunda zuri, yeah, na vitafunio mm, na supu na, okay. supu ipo, hey, kutosha. jioni changamsha kinywa <laughs> Hmm. Hakuna. <laughs> Okay, ilikuwa ni, ni ni ni utani katika kuzungumza kuona ni kwa namna gani ambavyo msikilizaji anaweza akawa navutiwa na huduma na, ambazo mnazitoa New Horizon Hotel na, na afisa masoko ameeleza vizuri sana hmm. Sasa mimi nilikuwa napenda kufahamu kwa okay. meneja sasa e, ni kwa namna gani sasa kwa upande wa ufanyaji kazi ulinzi pale umeimarika vipi kwa sababu Uh, kwenye hoteli wanaingia watu tofauti tofauti, kwa hiyo wenyewe wenye hoteli na wale wafanyakazi ambao wanawahudumia wateja kiusalama zaidi, uh, imekaaje na wanapata uh, wanapata ile, wanajimudu vipi katika kuweza kutoathirika na wale wat, wateja wanaokuja, kwa sababu wanakuja watu tofauti tofauti mle. Asante sana mtangazaji. mm. um, lao itakuwa kwanza, kwanza nielezee kwamba kuna kitu fulani kidogo pale, nikumbushe kwamba kwa mm. muda wa jioni mm. wanaopata vinywaji baridi na moto mm. tuna huduma kuwapatia karanga, saumu kaanga. Yaani, ah, unapata soda, labda unapata bia yako, kunapita kwenye meza. Kwa hiyo kuna bites aaa, okay, eh, ambazo zinakuwa zinapita. mm. Kwenye swali lako <laughs> mtangazaji hivi, <laughs> sisi tuna walinzi wa masaa 24. Okay. Kuna kampuni moja tumekuwa nayo ubia inaitwa Ngara Security Guard. mm. mm. tuna walinzi wa masaa ishirini na manne hata sasa hivi pale getini. Sawa sawa. Mlinzi yupo na uniform yake anafanya kazi mm. kwa kiwango cha hali ya juu sana kabisa, lakini yep. sio hilo tu, kwa usiku tuna bouncer kwa, mm. kwa sababu kwetu tuna population kubwa ya watu kwa ndani ya mazingira yale ya New Free Zone, mm. yupo bouncer ambayo kazi yake ni kutuliza watu na kuweka salama kabisa kwa ulinzi umeimarika wa watu na mali zao pia. mm. Juu ya hilo ndo washaka. Okay, shukrani sana. Nitazame ujumbe kwa ufupi ambao msikilizaji ametutumia. Tumebakiwa na dakika nne za kuzungumza sisi pamoja na ninyi. Anaitwa Leverian Wilson Ruzirira anatoka Jururigwa Ngara, anasema afisa masoko wa New Frizon Hotel Kabanga, nimefurahishwa sana na hizo ofa kwa wateja wenu na mimi siku moja nitafika hapo. Huyu hapa anasema anatoka Ngundusi, anawapongeza New Frizon Hotel Kabanga kwa huduma aa, yao ni nzuri kwa kweli e, na wateja tumekuwa tukifurahia. Mungu awabariki na Baba William, au anaitwa Medad wa Kanazi Ngara, napenda kuwapongeza hao wahudumu kwa hiyo kazi wanayoifanya, ni kazi ambayo inatia moyo. Msukuma, um, King, King Msukuma anatoka Mabawe anasema nilianza na kujishughulisha na kazi ya saluni, hivi sasa nimekuwa wakala wa kusajili laini za simu. Inakidhi mahitaji yangu, kwa hiyo tunaweza tukajifunza kwamba hata kupitia kidogo Unaweza ukapata kikubwa. Anaitwa Joseph. Joseph anatoka Kandengesho, Bushangaro, Karagwe anasema kwa hiyo New Frizon Hotel ina huduma ya wakala make mtu anaweza kuja na hela M-Pesa yeah. Anapata, yeah, anapata hiyo huduma. Ah, huduma hiyo anapata. Kwa nini asipati? Ah, okay. Anaitwa Kanyompezi kutoka Mji Mwema, Nyamiaga, Ngara anasema huyo afisa masoko hizo huduma anazozungumzia kweli zipo zinapatikana au ni maneno tu? <laughs> Aje mwenyewe ajione. <laughs> Okay, ujumbe eh, ni mwingi kweli kweli lakini hiyo ilikuwa ni kwa ufupi tu katika kile ambacho msikilizaji amekisikiliza na ameweza kuzungumza. Tunaanza na meneja hmm. Tunapoizungumzia New Frizon Hotel tuitarajie kuiona wapi kwa mwaka 2026 na, na miaka mingine ijayo. Ah, asante sana, sana. Labda kuna msikaji mmoja ametoa hoja yake, ni jibu kwa haraka sana, tunazo huduma za watu kama lipa namba ipo, lakini kuna lipa kwa kutumia kadi, wote unaweza kupata. Kwa una kadi yako unalipa, kuna simu yako unalipa, kama una keshi juu ya tutoke hapa kwenye swala la mwaka huu kwenda ukata mwingine, sisi tumejipanga vizuri kabisa ndio maana tumekuwa na tunapublish sasa matangazo sehemu mbalimbali kwa ajili ya hoteli yetu. maana yake nini? maana yake ni fahamike sehemu mbalimbali kwa ajili ya wateja kuongezeka, na sisi tuinue kutoka tulipo kufika sehemu nyingine. Tulipoanza <coughs> tulipo kwa sasa tuko tofauti. Tunasonga mbele sasa. Okay, asante afisa masoko, una dakika moja na nusu na wewe, tuambie, changia, mmeanza kutangaza na Radio Kwizera FM New Freezon Hotel mpaka mm -hmm, sasa hivi mnaona kuna mabadiliko gani? Ah, mabadiliko yapo yapo mabadiliko ya kiuchumi yapo, mabadiliko mabadiliko ya kijamii, mabadiliko tunayaona na tuna kama nyie, kama RK, Radio Kwizera tunawajua sana mchango wenu katika jamii mm, tunajua mchango wenu katika taifa, katika hoteli yetu na tunawathamini na tunawashukuru sana mm -hmm. kwa hiyo mnaona mnaona mabadiliko yaani, sijui meneja, unaweza ukawa na la kuongezea hapo kwamba tangia mwanze kutangaza na Radio Kwizera ukilinganisha, yeah. na ilivyokuwa nyuma na sasa hivi, mnaona kuna kuna chochote ambacho kimeongezeka hapo? Sio chochote tu, tunawashukuru mm. sana kwa matangazo yenu. Ndio maana mmetuongezea hadhi kubwa sana, mapato yamepanda, tunashukuru Mungu mm. eh, mimi jamani mimi ni nani nisipige makofi? <laughs> hongereni <Makofi> sana. <laughs> sana New Horizon Hotel, mna sekunde kumi kumi kila mtu kuzungumza neno la mwisho. Karibu, naanza na meneja. Na mimi sina zaidi ya kushukuru Mungu na kushukuru RK kwa mchango mkubwa, tunawapenda sana. Mm -hmm. soko. Mimi shukrani zangu za dhati nazirudisha kwenu na kwa jamii. Kama ilivyo ada kwa kampuni yoyote, kampuni huwa tuna implement CSR system, maanake corporate social responsibility. Pia New Horizon Hotel, tuna katika haya mahojiano tuna tunatangaza kwamba kuna nafasi za kazi kwa wewe kijana mm, ewe dada, ewe binti, ewe mkaka, nafasi za kazi zipo, njoo uombe kazi, cha msingi tu wewe mwenye nidhamu, mtanashati na mwenye kumpokea mteja, tunawakaribisha sana. Mimi nawakubali sana, kipindi kile funga Mei nilikula mishikaki yenu, aiseni mizuri. yeah, yeah, yeah, yeah. Haya, tunawapataje? Kwa mfano sasa, so, tunataka huduma New Freezon Hotel. Kwa kutamatisha, mnapatikana kwenye mitandao ya kijamii au mnapatikanaje? Kwa mitandao ya kijamii tunapatikana kote, Facebook, Instagram na YouTube. Search, search by username New Freson TV utatupata. Mm. Pia tunapatikana WhatsApp kwa namba yetu ya simu 0753 96 53 19. Naweza nikarudia tena 0753 mm -hmm. 96 Shukrani, shukrani, Shukrani sana sana, Shukrani sana na karibuni tena na tena, tena, tena. Tumetamatisha hivyo kipengele cha tuchakate msikilizaji, ambapo tulikuwa pamoja na Sylvester ambanyi huyu ni meneja kutoka New Frizon Hotel, pamoja na Fanyasi Karumu na huyu ni afisa masoko kutoka New Frizon Hotel. Hii ni hoteli ambayo inapatikana wilayani Kabanga mkoani Kagera. Tukirudi tutakuja kukuambia ni kitu gani ambacho kitakuwa kifata <muchas>